Tuanze kandanda ya hapa nchini ambapo timu za Migori Youth na Mofa zilikabana ko na kutoka sare ya moja kwa moja kwenye debi ya maziwa makuu katika ligi ya NSL. Wenyeji Migori Youth walitangulia kupata bao la ufunguzi kwenye dakika ya 75 kupitia kwa Chachi Lotieno, bao lililodumu kwa dakika tano tu kabla ya Fredrick Ologi kuisawazishia Mofa na kuhakikisha wanagawana alama. Kwenye mechi nyingine ya kupigania kukaa kileleni, APS Bomet na Nairobi United ziliambulia sare tasa huko Bomet. Kupata draw sio mbaya na kwa sababu kwa sababu nacheza na timu nzuri. Kwa hivyo vijana wangu wamepambana wamekuja wakapata goli moja. Nashukuru Mungu kwa hiyo tutaendelea kufanya marekebisho ma ma a mali ambayo tukifanya vizuri Game imekuwa nzuri. Nashukuru Mwenyezi Mungu that tumemaliza tukiwa salama na tumeweza kupata point moja. Eye, tuliambia vijana wetu that e, tunenda away na tunajua atmosphere hapa vile iko. So tukasema protect our one point as much as much mbili. Na tunashukuru tactically vile tuliongea tulika, tulipanga game tulipanga project mazoea ya game na imefanyika hivyo.